Ha, hii ni wiki ya utumishi na leo ndo siku ya kufungua maadhimisho ya wiki ya utumishi. Na kauli mbiu ya msingi ni kuhimiza matumizi ya kidigitali katika kuleta upatikanaji wa taarifa lakini pia kuchangia katika uwajibikaji. Sasa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambayo ndo ofisi ambayo inasimamia kuishauri serikali na taasisi zake katika mambo ya kisheria pamoja na majukumu mengine, ipo pamoja kwa ajili ya kutimiza maadhimisho ya ya ya, wiki, ya utumishi. Na lengo letu tukiwa hapa ni kutoa elimu kuhusu, kuhusu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, majukumu yake ambayo ni kutoa ushauri kwa taasisi za kiserikali, kutoa ushauri kwa watu binafsi pia wanaokuja katika mabanda yetu na katika nafasi zetu mbalimbali. Lakini pia cha msingi zaidi ni ku, ku, ku, ku, kuandaa kanuni kuandaa kanuni ambazo zinasimamia mwongozo wa mawakili wa serikali na, na vitengo vya sheria nchini Tanzania. Sasa haya yote yanafanyika na ku, kukonekti sasa ku, ku kubainisha kwamba matumizi yote yanayofanyika majukumu yote ya mwanasheria mkuu yanayofanyika yanakuwa yanahusika pia katika matumizi ya digitali. Kwa mfano, sasa hivi kati ya majukumu yetu ya msingi sana ni ku, ku, kufanya upekuzi wa mikataba lakini pia usimamizi wa mikataba. Majukumu haya ma, ma, majukumu haya yanafanyika kidigitali, kwani mikataba inaingia kwenye mifumo ya kidigitali kupokelewa na taasisi kidigitali na kurudishwa kwa taasisi husika za kisheria kidigitali. Lakini zaidi ya hayo, wananchi wetu bado wanapata wana, wana, wana tabu kwenye matumizi ya tehama. Kwao tuna namba rasmi za kupiga ambazo ni namba namba ambazo unapiga bure na wakipiga tunapokea kusikiliza ma, ma, malalamiko yao na kuyafanyia kazi. Pia tuna kamati za kutoa elimu ambazo zipo ang, ang, angalau mikoa yote, karibia mikoa yote ambayo inahusika kwenye kutoa elimu na kuhakikisha kwamba malalamiko na matatizo ambayo yanaikumba jamii yanatatuliwa kwa uhakika. kwa, kwa, kwa, kwa sasa kati ya sisi ufuatiliaji wetu unavyokuja ni yani, kwamba pale ambapo kamati hizi zinafanya kazi zake ama kamati zingine zote zinazofanya kazi kisheria zinatoa kamati zake zina, wale watu wa, waanga wanaoumia wanaongea wana, wana na sisi kwa kutumia namba zetu ambayo ni bure. Kwa kutumia namba yetu ya bure wanapiga simu na sisi tunaelekeza ili kufuatilia kwa kuhakikisha kwamba digitali inapotumika kisahihi watu wanapata taarifa kisahihi, lakini uwajibikaji kwa zile kamati zetu ambazo ziko mikoani na uwajibikaji wa vitengo vyote vya kisheria Tanzania nzima. Kwa hiyo ndio mlolongo mzima wa kauni yetu mbiu na pamoja na majukumu yetu unayofanya kazi. Lakini zaidi ya hapo mwitikio wa sasa bado uko mdogo. Bado tuna bado tunapokea wananchi na tunaelekeza wananchi na tunashauri wananchi waendelee kuja kwa wingi ili waweze kupata elimu ya kisheria kutambua sheria. u tuna juzuu ambayo ime- ambayo Mheshimiwa Rais aliweza kuipitisha kui mwaka huu, na ni nafasi nzuri ya kuja kuiona, nafasi nzuri ya kuja kuinunua kwa bei ambazo ni imeangaliwa sasa na na, na, jinsi na matumizi yanayotumika kwa ajili ya kuiandaa juzu hiyo. Kwa tunawakaribisha wananchi kuja kwenye banda letu kwa kuhakikisha kuelewa kuhusu namna gani Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali inatimiza wajibu wake kidijitali, kidi, kidi kuhakikisha kwamba tunapata taarifa zinapatikana kwa wananchi, taarifa zinapatikana serikalini, lakini cha muhimu kuna uwajibikaji katika, katika utekelezaji wa majukumu yake ya kiofisi.